Nam mtazamaji wa gumzo la Ghassani, karibu tena kwenye gumzo updates, ambapo tena leo tunaelekea visiwani Zanzibar, ambako tunaarifiwa kwamba mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman Jumamosi ya leo ya 15 Novemba 2025 alijumuika na viongozi wa umini wengine wa Kiislamu pamoja na wananchi katika maziko ya marehemu Sheikh Sherali Al Shamsi ambayo alikuwa kiongozi wa muda mrefu wa kamati ya kitaifa ya miadu nabi ya visiwani Zanzibar. Aidha, marehemu Sheikh Sherali aliwahi kuwa mmoja wa alama za mji mkongwe wa Zanzibar na akiwa ametumikia taifa katika shughuli mbalimbali zikiwemo za polisi, jumuiya ya wafanyabiashara yani chamber of commerce, na katika taasisi za kijamii mathalan jumuiya ya Ismailia visiwani Zanzibar. Shekh Sherali ambaye alifariki dunia jana Novemba 14, alisaliwa katika msikiti wa Ijumaa Malindi, swala ambayo imeongozwa na Mufti Mkuu wa Zanzibar Shekh Saleh Omar Kabi, na hatimaye kuzikwa katika makaburi ya Ismailia yaliyoko Mwanakwerekwe, Mkoa wa Mjini Magharibi ya Unguja. Katika shughuli hii ya sala pamoja na maziko, picha ambayo ijitokeza ni kwamba kwa mara ya mwanzo kabisa, waliokuwa wagombea wawili wa urais wa Zanzibar kwa maana yeye mwenyewe Othman Masoud Othman pamoja na Hussein Ali Mwinyi walihudhuria shughuli hii ya sala kwa pamoja, na mengi yamezungumzwa kuhusu hili. Mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani, maoni yako ni yepi? Tunasema hapa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu ailaze pema roho ya mwenzetu Sheikh uh, Sherali peponi namjalie amsame makosa yake, namjalie kuwaje katika waja wake wema. Asante, kwa heri hadi mara nyingine.